Zaidi ndugu zangu, milango ya kheri kwa mwislamu ni mingi, na siku zote tunatakiwa tushindanie mambo ya kheri, fastabiqul khairat. Istibaq ni kule kushindana, kushindana katika kheri ni jambo ambalo mashrua lipo kwa mujibu wa sheria. Maana yetu ni kwamba utoaji kwa ajili ya kuendeleza msikiti ni jambo la kheri, kwa hivyo lazima mtu asikubali kuachwa nyuma. Kila mmoja ala kadri taqatihi, kulun yaamalu ala shakilatihi. Lakini katika Uislamu tunatakiwa tuingie katika kila eneo, udkhulu fi silmi kafa Hatuwezi kusema kwa kuwa tumehimizwa kutoa kwa ajili ya msikiti, basi tukikuta wajane mayatima tusiwasaidie kwa sababu tushatoa msikitini ha? Kila eneo tegesha, wekeza kwa ajili ya Allah. Sisi kupitia taratibu za nchi, tuna taasisi yetu inaitwa Itravel Haji wal Umra kazi yetu kusimamia watu kwenda kufanya ibada ya hija kwenye taasisi hiyo. Tukiwa huko, dawa yetu kubwa inakuwa ni kuwasimamia watu ili waweze kufanya ibada ya hija. Miaka ya nyuma kama labda inaweza kufika thelathini arobaini, ilikuwa mtu una pesa zako unaamua tu kwenda kufata taratibu uhamiaji, unapata hati ya kusafiria unasafiri lakini baada ya hapo mambo yamebadilika, hapa na huko, nchini Saudi Arabia ambako Allah ameamua Maka iwe pale, mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam uwe pale. Kwa sasa huwezi ukajiendea tu hivi hivi bila ya kuwa chini ya kivuli cha chombo fulani. Asa vyombo vilikuwepo vinaomalizia airport ya Dar es Salaam, ndio hija inaishia pale. Ima kwa bahati mbaya au kwa makusudi, baadhi yetu tulipata bila nguvu zetu, kwa neema za Mwenyezi Mungu, uwenyeji wa kule. Tukaona ipo haja kutengeneza taasisi, tukaweza kuwasajili watu, wakalipa pesa zao, tukawaelimisha, tukawashika mkono, tukaenda nao kufanya ibada ya hija na wakarudi wakiwa wamefanya hiyo ibada ya hija, sababu hija inataka uwenyeji, lakini pia inataka ilmu, vinginevyo unaweza kwenda kufanya utalii wa kawaida tu kama watu wengine. Na tumewahi kuona baadhi ya watu, hija gani hatukufanya, kadha mlifanya, ah, hatukufanya. Hatu tumebaini kwamba baadhi ya watu, hata hao viongozi wenyewe hawajui zile ABC za hija, wanatembea na watu wanarudi nao na ibada hazikukamilika sasa badala ya kusutana, tumeona hapana, fursa ipo, wacha tutengeze sisi, kwa idhini ya Allah, tuende nao watu, tujiridhishe kwamba kwa vigezo vya fikhi, kwa vigezo vya sheria, huyu haji amefanya ya ibada yake kisawasawa. Kwa hivyo sisi tunawaandikisha watu, tunawaelimisha, tunasafiri nao, tunawapatia makazi kule matibabu chakula na huduma zote mpaka wanarudi hapa. Sasa tumekuwa tukifanya hivyo, lakini tukagundua kuna vitu vinavyokosewa. Kwanza, Saudi Arabia inaweka viwango maalum vya watu kuingia kufanya hija, yaani hairuhusu mfumko wa watu idadi yote, kwa sababu kama mnavyojua, mundhu an khalaka llahu lardha waman alaiha, tokea Allah aumbe mbingu na ardhi na vilivyomo, ardhi ya Makka haijaongezeka hata ukubwa wa kiganja cha mkono tokea tokea wakati ule. Wakazi wenyewe ni Hajar na kichanga chake Ismail alaihim salaam. Ikiwa hivyo, ardhi iko hivyo hivyo, na hata baadaye mji umekuja kuwa mji kweli, una maelfu, una mamilioni, una maelfu una mamilioni una una una, lakini bado ardhi ya maka haijaongezeka ukubwa. Hii maana yake imewalazimisha wale viongozi wa nchi kuhakikisha kwamba wanakaribisha idadi inayoweza kukidhi ukubwa wa maeneo, lakini pia na huduma ambazo wameandaa kwa ajili ya wageni wao. Sasa tunazigawaje hizi? Kwa mfano, Saudi Arabia wanazosema mwaka huu 2026 tusikaribishe mahujaji zaidi ya milioni tano, kisha wanaogawa kwa nchi nchi, wakiona kuna waislamu wengi wanawapa idadi kubwa kidogo. Sasa kwenye nchi ambazo zina waislamu wastani, wakati wakati si asilimia hamsini au kadha ukadha, ukadha, ya sisi tulivyo hapa, sisi tumepata namba kubwa mpaka karibuni hivi ni, ni elfu ishirini. Tanzania inaruhusiwa kuenda na mahujaji wanaofika elfu ishirini. Nyuma tulifikia mpaka ishirini na tano, lakini kila baada ya muda wanaangalia waislamu wenyewe wa mchongo, wanapunguza ile idadi, wanapewa wengine ambao wana haja ya kwenda. Hivi sasa tuna ishirini elfu ishirini, lakini Tanzania hii toka Tanganyika mpaka Tanzania hii hatujafikisha hatujafikisha idadi ngapi, shafikia hatujafikia elfu tano mwaka huu. Hivi karibuni mamlaka zinazosimamia hizi taasisi ndio wametangaza kwamba tupambane kidogo, ili isogee hii. Ishirini, ishirini na sita inatarajiwa Watanzania tutakwenda hija Elfu nne na jambo la kufedhehesha, elfu nne hii. Tanzania kama jamhuri ya Muungano tuna mikoa 31, ndivyo sivyo? 26 Tanzania bara na mitano Tanzania visiwani. Natokea tumeanza mpaka leo, watu wengi wanakuwa ni kutoka Tanzania visiwani kule kwenye mikoa mitano ndio kunaleta Waislamu wengi kwenda hija kuliko kwenye mikoa ishirini na sita, tunaelewana. Kwa maana hiyo mwaka huu itakuwa wa Tanzania elfu nne. Kati ya hao elfu mbili na mia sita kutoka Tanzania visiwani na elfu moja na mia nne na kutoka Tanzania bara. Na Wasuudi ili wahudumie watu vizuri wanazitaka hizi taasisi zimalize kila kitu mapema, tuwe na uhakika kwamba hawa watu wanakuja kweli. Kwa tambihi hiyo, ndio maana tumelazimika sisi kuifanyia kazi kauli ya Allah ya kuitangaza hija. Sisi tulianza miaka kadhaa iliyopita kutembea karibu nchi nzima, mwaka uliofuata. Tunashukuru, kuanzia mwaka jana hata Mheshimiwa Mufti Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali mbwana Allah mhifadhi, amewaambia watu wenye taasiija kwamba na nyinyi igeni kama hawa, msioni hasara kutoa fedha kwa ajili ya Allah mkawatangazia watu hija mapema. Nakumbuka mwezi uliopita ndo mwisho mwezi wa pili hii Januari ukimalizika, huu msuudi umuhakikishie unaenda kwendi. Ukienda baada ya hapo, akikupokea mtu wa taasisi yoyote, amekutapeli Atakudanganya tu pengine. Eh, atakutajia vitu vile vijua, vijua tu. Lakini ukweli ulivyo hiyo hela yako itakuwa amekula, anajua itanisaidia mara hii na huu nitamweka mwakani. Sasa kwa kweli wao wamesogeza ule uharaka. Hivi unavyoona tumelazimika. Tushalipia tayari eneo la ardhi tutakoweka mahema kule Mina na tayari tushalipa asilimia wanaoitaka ya hayo mahema yenyewe. Tayari tushalipia asilimia waloitaka ya hoteli pale Madinatul Munawwara na tayari tushalipia hoteli pale, pale Makkah al-Mukarrama. Ndugu yangu mratibu wangu, umerudi lini Makkah juzi, ili kukamilisha hayo, ili kusudi wale tutakaoenda nao wasipate hiyo kashikashi na adhanyi ya kuteseka kwa sababu ukikaa karibu na msikiti wa Makkah inakuwezesha kufanya ibada zako vizuri pale msikitini mapema iwezi, yani kwa kuwahi. Ukikaa mbali, naam ile hija inakuwa bei nafuu sana, lakini nafuu hiyo e, ina matatizo yake. Waindi wale wasema taka juli julika, yani ukitaka kitu kizuri ukubali kudhurika. Sasa sisi kweli hija nzima tuna tunawatoza tuna mahujaji walipe dola za Kimarekani elfu sita na mia tano. Fedha za Marekani zinapanda na kushuka, lakini kati ya milioni 16 hadi 17. Lakini ukishalipa hizo, maana yake nini? Umeshalipia usafiri wa anga wa ndege kwenda na kurudi tayari, umekushalipia usafiri wa ndani mle ndani ya nchi kutoka kwenda Madina, sababu ni masafa kilomita a kati ya Maka na Madina, lakini pia kutoka Maka yenyewe kwenda maeneo ya Mina, kwenda Arafat, kwenda kendaa, unakuwa ushalipia. Ndo ushalipia makazi ya hoteli, kitanda chako, godoro lako, mashuka yako, mito yako, katika miji yote mikubwa. Na Madina kabisa, unasikia adhana, unateremka, unaenda, unateremkaandasali lakini ukitaka siku swali mara moja tutena kwa kukodi gari naam. Tungeweza kupeleka hata kwa dola elfu tatu, lakini kwa kuwa sisi tumepata bahati wengine kuishi, tunajua adha ya nchi ile yenye joto na ghasia, hatuwezi kumpeleka mtu tukijua wazi huyu atateseka. Kwa hivyo sisi tunachofanya ni kuitangaza hija, na hili lipo kisheria. Allah Subhanahu wa taala anasema, waadhin fi nnasi bilhaji Watangazie watu waji. Kufanya ibada ya hija ni amri ya Allah, na mtu wa kwanza aliyetumwa kufanya hivyo alikuwa ni nani? Abulambiya Ibrahim alaihi ssalam, waadhin fi nnasi bilhaji, nenda ukawatangazie watu ibada ya hija. Sasa leo tumejaaliwa watu wenyewe ni waislamu wenzetu wa masjidi Taif na bahati nzuri mnapachaweni kule Saudia, mkoa unaitwa Taif. Sasa, watakushangaeni sana ndugu zenu kule wasipokuoneni, Imam. Habari ndiyo hiyo, ndugu zenu kule wa Taif wenzenu wapo, na alhamdulillah, Taif pamoja na kuwa ulikuwa ni mkoa korofi, wamempiga Mtume sallallahu alayhi wasallam mawe na kila kitu, lakini katika ardhi ya Saudia inayo inayoandamwa na ukame, mkoa wenye neema ni Taif. Huo ukienda utadhani uko mikoa ya kwetu ku Kipti kuliko huu mji wa Kibti alikotoka Maria Alkibtia. Ndio hi Shekh doga anacheka, inaashiria ndio kwa. Ndugu zangu, tumeambiwa tutangaze, sasa tunatangaza na matokeo yanayotarajiwa ya atuka rijalan, watakujia watu wakitembea kwa miguu, wengine kutokana na ukaribu, wengine wakiwambali. Wa ala kulli dhamir, wakiwa wamepanda kila aina ya mnyama waliyekonda, wengine kutokana na umbali wa masafa, wanakuja hapo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

835 na mitandaoni ni at tours i travel. Innal